Eh, ya, ndugu watazamaji, karibuni kwenye Mifa TV e. Kama ni mara yako ya kwanza, basi unaweza kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube na unaweza pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Instagram na TikTok pia, kote huko tunatumia Mifa TV. E, hapa niko na Maza na tunakwenda kujua ni kitu gani ame, ame, ame, ame kifuata, e, Shikamoo Maraba. Umeendeleaje vipi hali ya familia? Nashukuru Mungu tuko salama. Unaweza kutuambia umetokea ume wapi na hapa na, na huko sehemu gani? Mi natoka Stockholm mimi nilikuya hapa niko okay. Kwa, kwa majina unaitwa nani? Kwa maana mi nakujua tu kama vile mama Chibola, mama mwigizaji, mama, mama wa mjini. Mi ndio Teresa wapo akaindo, mtoto wa kaindo, mwingine feki umepoa kwanza, yaani yani, mivalio yako hiyo e, ni hatari kabisa yani yani, una una waka, waka hata kule nyuma ya kamera naesi, ambaye ambaye yupo nyuma ya kamera, atakao mwenyewe anajionea ni jinsi gani vitu vitu ni vya vya sana eh, maza, unaweza kutuambia hapa umekuja kwa shughuli gani? Mimi nilikuja hapa sababu mjukuu wangu Ali, mtoto wa Joli alipata kipaimara leo na saa tano ya asubuhi hapa santifikeni Ali alipata kipaimara udhabitisho. Njoo vyenyewe tulikuwa hapa kusherehe ya mtoto kudhabitishwa. Kwa hiyo udhabitisho, kwa aza kipaimara, kwa watu ambao wasiojua wa, wa, wa, inakuwa ina, ina, ina, ina, ina maana gani? Kwa Ukifaransa ni confirmation, maana yake kupokea Roho Mtakatifu. Njoo leo banampa banamfanyia hiyo huduma kusiba Katolika una unatambulika kama unakuwa una Mkristu, umekuwa umepewa nguvu na kufunguliwa kufanya kazi zote za eklezia. okay, vizuri sana. Nahisi na kutakuwa wengine hawajaelewa haya ni mambo ya, ya Katolika, basi tunawaachia tuna wa, tuna wenyewe mama, mama e, mama muigizaji na, na, na zoea kuita hivyo. Unaweza kutuambia ni, ni furaha gani ulionayo baada ya, ya, ya, ya Katolika ku, kupata papa mpya? Mi nafurahi sababu, tulikuwa papa alipofariki, tulikuwa hatuna tena mchungaji, lakini tunapata papa mpya, naona hapo tunapata kiongozi, njo furaha yenye niko nayo. Mungu ambariki, ili apate kutuongoza vema. Okay, kuna, kuna baadhi ya, ya watu wanakuwa wana comment kuhusiana na kitu ambacho kilitokea kwa marehemu Papa Francis E, wanasema kuwa ni ni papa ambaye alikuwa na ana sapoti um, watu wa jinsia moja ku anaweza alikuwa ishasema anakwenda ana, ana kubariki eh, kitu kama hicho aweza ndoa kama hizo. Hivi unahisi ni kitu ambacho kilikuwa ni, ni sahihi au, kwa maana watu wanasema hawezi hawezi kwenda mbinguni. Hapana, ile ni kuelewa tofauti. Papa alikuwa anaelekeza mambo sana ya msamaha na huruma. Alikatala kuhukumu watu, alisema tusihukumwa, tusije tukahukumiwe, tuwahurumie, lakini hakukuwa na sapoti ile kitendo. Na hivi alifariki, Mungu atamsamehe. Na iko na kosa gani kama anafundisha watu kusamehe na kufungisha ndoa? Mambo ya hukumu, tusihukumu, tumwachie Mungu kazi yake. Yeah, ili, ili tusipoteze muda, unaweza kuambia watu ambao wanatazama hapa chochote kuhusiana na Sweden, yaani Sweden hapa hapa ambako tunaishi karibuni Sweden. Sweden tunapokelewa tunaishi vizuri tu kwa amani, nchi ya amani na usalama, na hapa ni kufuata utaratibu na sheria na utaishi. Ila hapa kwetu Sweden ukifika, kitu kia kwanza ni masomo Usomeshwe kujua lugha. Ukishajua lugha, usome mafunzo ya kazi yenye utatumika hapa. Kuku kazi mbalimbali, yenye unataka njoo tatumika. Mimi nataka kazi ya kuchunga batoto, utapewae. Ukitaka kazi ya walimu, kazi gani? Kazi kila kazi ukitaka. Mimi nataka ya kazi ya kulima, kufundisha, ukitaka ya kuchunga bazee, kazi yote ile yenye unaona utajiweza njoo hapo kwenye kulima na, na, kuna, kuna, kuna mdada akasema kuwa wanalazimishwa wana kulima hivi ina ina ukweli. Unaweza kutambia tu ndio aweza, hapana, tukaendelea na mambo hapa sasa. Ni kufuatana na komine, si hapa tuko Stockholm tuko, mimi naishi mkapitali hiyo. Mambo ya kusema kulazimishwa, kulima, kwanza kule kwetu sie kulima hatujui. Tunajua unaweza kulima, unaweza kulima labuda nani yako kidogo kunyumba ya kupanda mboga mboga kidogo, lakini haulazimishwi huku. Sasa hapa njoo, nasikia kama bali wapeleka kwa mafunzo ya kulima, sababu kufatana na gisi walikuwa wanasema, kule kwetu sisi tulikuwa nalima na njoo wakakamata na wale waenda walimaki kupewa mafunzo. Okay, vizuri sana. Unaweza kuambia watazamaji chochote kuhusiana na Mifa TV, watu follow, waambie waambie wa, wa subscribe. Karibu kum, katika TV, Mifa TV. Musi mukuya hapa mutu sapoti, wambia subscribe, mutufollow mufollow TV wambia subscribe, njoo hivo watazamaji mulisha sikia eh. Karibuni wote mufollow Mifa TV, eh maza, wambia pia yeah, wanataka usikia subscribe. Huyu mtangazaji huyu anataka kulogota, okay. Asante sana, asante sana maza kwa interview ebana, mi mtangazaji wako ni ni William Ebi Sampe Latan aka Money Magnet, ni baba sita kwa mama sita wote na chuu, na nyuma ya kamera yupo Rusi. Haya, tri tri tri separe papa <laughs>